Hisia zangu sehemu ya saba. Ilipoishia basi, nikamwona mzee Sajuki akianza kunipapasa papasa mwili mzima, nilisisimka sana. Kisha akainuka na kuenda kufunga vizuri kabisa mlango wa chumba changu, akarudi na kuendelea kunipapasa papasa mwili wote, huku joto likizidi kunipanda, na hapo nikaamini kweli binadamu ni binadamu tu, na mnyama atabaki kuwa mnyama maana kabla hata hajanitia nilikuwa tayari nipo hoi kwa mizuka na muhemuko. Endelea nayo. Basi Mzee Sajuki alipomaliza kuufunga mlango akavua nguo zake zote, mimi nikageukia pembeni kwa aibu, lakini akaniambia, wewe koga, unaogopa nini? Nikamjibu kwa sauti ya chini, hapana, siogopi. Basi Mzee Sajuki akaniamulu nigeuke ili nione, ndiyo lilikuwa dhumuni lake. Basi nikageuka, mzee Sajuki alikuwa kama punda. Alikuwa na dude lenyewe kubwa kabisa. Basi alianza kunivua nguo zangu, nilikuwa nimevaa kanga tu, akaitoa na kuanza kunilamba katika buyu langu la asali, mpaka utamu ukanifika kisogoni. Ndipo akashika mashine yake na kuniingiza kwenye papachu yangu laini na kuanza kunitia haraka haraka. Kutokana na utamu wa mzee Sajuki sikuwa na namna, nikajikuta namkumbatia huku nikimkatikia viuno. Nilizidi kumkatia kiuno huku nimempa na ulimi, japokuwa mdomo wake ulikuwa unanuka tumbaku aina ya gozo, sikujali kabisa. Maana jinsi nilivyokuwa na kunwa, hata alufu ya gozo sikuisikia kabisa. Alinitia kwa muda mrefu sana, kama lisaa lizima hivi. Mashine yake ilikuwa bado imesimama imara vile vile. Alinikojolea mapigo mawili, wakati huo mimi nikiwa na mapigo manne. Alipofika pigo la tatu, nilimuona mzee Sajuki akiweweseka kwa utamu, hooo, akanikojolea bao la tatu ndani ya papachu yangu, huku tukiwa hatujatumia hata kinga. Basi akanibusu kisha akasema, kwa heri, ngoja nirudi kwa mke wangu. Nikamjibu kwa sauti nyororo Sawa, asante kwa penzi lako tamu. Mzee Sajuki akanijibu huku akitoka nje ya chumba changu, usijali, ntakuwa nakupa kila siku, na itabidi mke wangu tumshirikishe ili jambo ili naye ajue sawa. Nikawa nipo kimya tu bila kumjibu chochote. Mzee alipoona nimebadilisha sura akarudi na kukaa tena kitandani pamoja na mimi, kisha akaniuliza Koga, hivi unadhani ni jambo zuri kufanya siri kweli? Ikiwa wewe tu umeshindwa kufanya siri na yule punda, penzi ni kikohozi, kulificha hatuwezi. Kwa hiyo ni bora tumshirikishe na tuone atasemaje, sawa binti yangu? Kiukweli sikuwa namwelewa kabisa mzee anachoongea, yaani tuolewe wote mimi na mke wako kweli? Hapana, hapana kabisa. Ndipo nikamwambia mzee Sajuki, jamani, mimi naomba iwe siri yetu wawili tu. Nilipomaliza kusema hayo, nikamwona mzee Sajuki akitikisa kichwa kuashiria kaelewa somo, kisha akasema, kweli umeona mbali sana binti, basi siwezi kumwambia kama nimekutia, japokuwa nilimwaga kuwa nakuja kwako kukujulia hali ya hii homa yako, ingawa nilikuwa najua kabisa kuwa wewe sio mgonjwa. Alipoongea hivyo nikamshangaa kidogo na kuanza kuhisi uenda tayari kaisha mwambia mkewe ila anashindwa kuniweka wazi. Nikaamua kutulia na kuacha kumuuliza uliza. Basi mzee Sajuki akaanza kunipapasa tena mapaja yangu na muda huo huo mwili ukanisisimka, lakini kumbe alikuwa akinipapasa tu wala hakuwa na maana ya kutaka kunitia tena. Aliinuka na kuondoka zake. Nilibaki nikiwa na mawazo sana nisijue nini cha kufanya mie. Basi nikaja kushtuka tayari ilikuwa asubuhi. Nikaamka na kuelekea jikoni ambako nilimkuta mama Sajuki akiunga mboga za chakula cha mchana. Basi kwa kuwa jikoni kulikuwa na moshi sana, ikabidi tutoke na kukaa nje kisha tukawa tunamenya karanga, wakati huo mzee Sajuki alikuwa ameenda kupeleka mifugo machungoni. Basi tukiwa katikati ya mazungumzo na vicheko na mama Sajuki mara ghafla, nikashangaa kumsikia akiniuliza: naambie, binti yangu, mume wangu alikutia vizuri jana. Maana je, koga atajibu nini hapo mbele ya mke wa mzee Sajuki? Maana ndiyo hivyo kashajua. Tukutane sehemu ijayo.